Jimbo la Segerea, ndani ya siku mia moja za ubunge wangu ninawaahidi, mbele ya katibu wangu mkuu wa chama ninawaahidi mbele ya vyombo vya habari na ndio maana nimekuja navyo hapa, kwamba ndani ya siku mia moja akina mama wa jimbo la Segerea, vijana wa bodaboda, vijana mliosoma na ambao hamjasoma, wale wenzetu wenye ulemavu, ndani ya siku mia moja mnakwenda kupata mikopo ya asilimia kumi. Segerea niwaambie jambo moja. Mnavyoona mna kata zetu kumi na tatu, tuna changamoto ya maji. Mfano kata ya Bonyoko anakotoka Bona Karua. Katika mtaa wa Msingwa wana miezi nane hawajui sura ya maji katika bomba. Mnapoona changamoto ya maji ndani ya jimbo la Segerea haimaanishi majimbo yote hakuna maji safi na salama. Shida namba moja ni ya mbunge Bona Karua na madiwani wa sisi walioko madarakani wameshindwa kwenda kuwa sauti yetu. Bona alipokwenda bungeni akasahau kwamba sera ya serikali inasema inakwenda kumtua mwanamke ndo kichwani kwa kumletea maji safi na salama. Ndugu zangu wana jimbo la na Segerea, upotevu na ukosaji wa maji safi na salama baada ya tarehe ishirini na tisa jembe lenu mnayeliona Mguu kwa mguu kuhakikisha maji yanapatikana ndani ya jimbo la Segerea. Na mnapoona maji hayapo ya, ni kwa sababu mbunge wenu hajawahi kupiga kelele kwamba akina mama wa jimbo la Segerea wengine, mpaka viuno vyao yani havifanyi kazi kwa sababu ya kuchota maji usiku na mchana, hajawahi kusema kabisa. Mnanielewa? Ndio maana serikali inaamini kwamba kwenda kuhakikisha mnapata maji safi na salama. Lakini ndugu zangu, upande wa afya, sera ya serikali inasema huduma ya mtoto na mama ni bure ndani ya jimbo la Segerea. Haya mambo yameandikwa katika vitabu, lakini hayana uhalisia. Nitakapokwenda kuwa mbunge wa jimbo la Segerea, mama zangu mlioko hapa wote, mnaonisikiliza, Huduma ya mtoto na mama itakwenda kuwa bure kwa sababu nakwenda kuisimamia katika vyombo vya maamuzi.